Sabato ilipokuisha kupita, Mariamu Magdalena na Mariamu amaye Yakobo na Salome walinunua manukato wapate kwenda kumpaka. Hata alfajiri mapema siku ya kwanza ya juma wakaenda kaburini, jua lilipoanza kuchomoza. Wakasemezana wao kwa wao, ni nani atakayeviringisha lile jiwe mlangoni pa kaburi? hata walipotazama waliona ya kuwa lile jiwe limekwisha kuviringishwa, nalo lilikuwa kubwa mno. Wakaingia kaburini, wakaona kijana ameketi upande wa kuume, amevaa vazi jeupe, wakastaajabu. Naye akawaambia, msistaajabu, mnamtafuta Yesu Mnazareti aliyesulubiwa. Amefufuka, hayupo hapa, patazameni mahali walipomweka. Lakini enendeni zenu, mkawaambia wanafunzi wake na Petero, ya kwamba awatangulia kwenda Galilaya; huko watamuona kama alivyowaambia. Wakatoka nje wakakimbia kutoka kaburini, kwa maana wameingia tetemeko na ushangao, wala hawakumwambia mtu neno, maana waliogopa. Ndugu zangu, somo hili linatuambia juu ya wanawake walio amka alfajiri na mapema katika siku ya tatu, wakati Yesu alipokuwa amekufa na kuzikwa, wakaenda kaburini. Na huu ulikuwa ni utamaduni katika kabila lao la kupaka mwili mafuta, mwili wa mtu ambaye amekwisha kufariki. Kwa hiyo wakaenda kaburini, lakini wakiwa njiani walikuwa na maswali mengi maana walijua kwamba kufa na kuzikwa kwa Yesu hakukuwa jambo la kawaida, kwa sababu pia kaburi lake liliwekewa na walinzi na jiwe kubwa liliwekwa pale mlangoni. Kwa hiyo wakati wanatembea njiani kwenda kaburini, walikuwa na maswali mengi, na kama binadamu, labda walijiuliza, itakuwaje kwenda kushika mwili wa marehemu Je, tutapata huzuni mkubwa? Je, atakuwa sasa yuko katika hali ipi? Walikuwa na maswali mengi kama binadamu, lakini swali kubwa walilokuwa nalo katika akili yao zaidi ni kuhusu ambavyo wangeweza kuondoa lile jiwe kubwa katika ile sehemu iliyofunika iliyofunika kaburi la Bwana Yesu. Baadhi ya waandishi wanasema ukubwa wa lile jiwe labda lingeweza kuondolewa na wanaume wenye nguvu zaidi ya ishirini. Sasa hizo ni habari za waandishi mbalimbali, na kwa hiyo wanaokwenda pale ni baadhi ya wanawake wachache ambao wanatamani lile jiwe liondolewe ili waweze kufikia mwili wa Bwana Yesu. Wakiwa katika hali ya kuendelea kushangaa na kujiuliza maswali mengi, ndipo wanafika kaburini na walipofika wakakuta jiwe halipo. Jiwe liko pembeni na kaburi liko wazi. Wakiwa katika hali ya kushangaa, kwa nini jiwe alipo, ndipo wanamuona kijana, kijana ambaye ni malaika. Sasa nimefurahi kukutana na vijana, alafu nakutana na kijana malaika katika Biblia, ambaye ni kijana amekaa pale mlangoni, anawaambia wasishangae, maana Yesu amekwisha kufufuka, hayupo tena katika kaburi. Ndugu zangu, tunaposoma haya maneno tuelewe kwamba malaika akutoa jiwe kwa sababu amemtolea Yesu jiwe aweze kupita. Yesu amefufuka kabla hata ya malaika kufika kutoa nini jiwe. Ukisoma ile injili ya Mathayo unaweza kuona vizuri, wanapoeleza habari ya ufufuko wa Yesu, lakini Malaika ametoa jiwe ili kusudi wanaofika waweze kuingia ndani ya kaburi kwa urahisi na kushuhudia yale matendo makubwa ambayo Mungu ameyafanya. Kisha wanawake hao baada ya kuingia wakashuhudia, wakaona, wakaambiwa na kijana waende kutoa ushuhuda juu ya ufufuo wa Yesu na pia kuambia wanafunzi habari za ufufuo huo wa Yesu. Ndugu zangu, wanawake wale tumeona somo linasema walirudi, lakini kwa hofu kubwa, maana wenyewe walitegemea wamkute Yesu, lakini wanakuta matendo makuu ya Mungu, maana ufufuo wa Yesu ilikuwa ni ishara kubwa kwamba Mungu ndiye amemfufua, lakini bwana angekutana nao tena, bwana Yesu angekutana nao tena. Kwa hiyo wanawake wanapewa wajibu wa kwenda kutoa ushuhuda, lakini wanaondoka wakiwa na hofu kubwa, wakiwaza watasemaje juu ya haya. Na kama umesikia somo vizuri, nasema walikwenda kimya, bila kusema mpaka walipofika kule kwa wanafunzi na kusema hizi habari. Wanawake walitoka nje na kukimbia, walitetemeka na kushangaa, na njiani hawakumwambia mtu yeyote habari hiyo, kutokana na hofu waliokuwa nayo, kama nimekusha kusema, na hatuwezi kujua zaidi kwa nini waliogopa kiasi hicho. Lakini pia tunaweza kukumbuka wanafunzi wa Yesu watatu wakati Yesu alipowatokea mlimani, katika sura ya tisa ya kitabu hiki mstari wa sita tunaona na wanafunzi hao waliogopa. Kwa hiyo yalikuwa ni mambo ya kushangaza, mambo yanayoleta mshtuko, kuona mtu ambaye hujamuona kwa siku ametokea ghafla, na hasa yule ambaye unajua amekwisha kufa. Yalikuwa ni mambo yanayoleta maswali na hofu kubwa. Kwa hiyo huenda hofu yao ni tikio lao kwa tendo kubwa ambalo Mungu amefanya katika kumfufua Yesu Kristo kutoka kwa wafu, tendo ambalo limewaachia matumaini makubwa watu wote walioshuhudia, na ni tendo ambalo linawatia wanafunzi wa Yesu matumaini na kuzidi kuwatia moyo wa kuendelea kuamini zaidi juu ya nguvu na uweza wa Yesu Kristo. Ndugu zangu tunapo tafakari juu ya mambo haya, tunaangalia maana ya Pasaka, maana ya ufufuo kwetu ina maana gani, hasa kwetu sisi vijana? Hapa nimetaja mambo ya kawaida ambayo tumezoea kuyasikia, nikasema Pasaka inamaanisha ya kwamba Bwana Yesu amefufuka. Yesu amefufuka. Yesu amefufuka. Pasaka inamaanisha ya kuwa Yesu Kristo ameshinda kifo. Inamaanisha kuwa uzima wa milele upo na kifo cha mwili si mwisho wa maisha ya wanaomwamini. Ndugu zangu, pamoja na hayo yote kule kuondolewa kwa jiwe katika kaburi siyo jambo la kawaida, siyo jambo dogo, na huu ufufuo wa Bwana Yesu siyo jambo la kawaida kwetu sisi binadamu. Kuna maana na ujumbe mkubwa kwetu katika maisha yetu ya kila siku, na hasa kwetu, na pia kwenu. Sasa nisiseme kwetu, maana mimi ni kijana ambaye umri umeenda, lakini nyinyi vijana wadogo ujumbe huu ni muhimu pia sana kwenu. Pasaka inatudhibitishia ya kuwa jiwe limeondolewa na ni mfano mzuri ambao Mungu anautumia kwetu pia, kwamba shida zetu na changamoto tulizo nazo kutokana na ufufuo wa Bwana Yesu ume, zimeondolewa ni njia ya kuufikia uzima wa milele na Pasaka ama huku kuondolewa kwa jiwe ni namna ya kutengeneza njia hata pasipokuwa na njia, kwao wanaomwangalia na kumtegemea Mungu. Kama somo lenu kubwa linavyosisitiza, zipo changamoto nyingi kwa vijana ambazo zinatutenga na uso wa Mungu zinazosababisha ama zinazowasababisha vijana kuwa na hofu. Na ndugu zangu, jambo linalotutia moyo tujikumbushe, muda wote tuliokaa hapa tumesikia mengi, tumefundishwa mengi, tumetiwa moyo, tumeelekezwa kama njia mojawapo ya kutatua changamoto tulizonazo na kupeleka mzigo tulio nao kwa Bwana Yesu. Changamoto ambazo nimefikiri chache ni pamoja na maswali mengi ambayo vijana wanayo juu ya maisha. Vijana wengi wanawaza itakuwaje, na hii ni kutokana na kukosa uzoefu wa maisha. Wanayo maswali mengi. Nimekwisha kusema kwamba niko ninashiriki katika mradi wa vunja ukimya, ambapo tunakutana na vijana wengi wenye maswali mengi sana, ambayo wakati mwingine unahitaji neema ya Mungu kuyajibu maswali ni mengi, kuyajibu sio kwa kuongea tu, lakini pia kutatua changamoto walizo nazo. Ndugu zangu, ipo changamoto ya matumizi mabaya ya mitandao. Tumeishuhudia nyakati hizi ambapo tume, nimemshukuru Mungu, dunia na taifa letu limeendelea, na sasa tumeingia katika ulimwengu unaotusukuma kwenda katika mtandao, ulimwengu wa kidijitali. Ndugu zangu, ulimwengu huu ambao pia akili bandia imetawala, vijana wamejikuta katika matata makubwa. Wamekosa kutumia vizuri mitandao ili ilete manufaa kwao, na mara nyingi wamepoteza muda mwingi katika kuangalia picha zinazochochea nguvu ya kutenda dhambi. Wale ambao wameweza kutumia mtandao vizuri wanaoweza kutumia kompyuta wakatumia simu vizuri wamepata faida, maana siku hizi tunaona watu wanatengeneza biashara, watu wanatangaza, wanaigiza, kila ukiangalia uki, uki, uki picha yake aliyoiweka kwenye mtandao, yeye anaingiza pesa, si ndio? Mnafahamu hilo? Lakini vijana walio wengi anadiriki hata hata, vijana wadogo aibe simu ya mzazi, ajifiche, lakini aangalie, apoteze muda picha ambazo hazifai, akifikiri kwamba huko ndo kwenda na wakati. Tumetengenezewa game ambazo kwa kweli sio game. Kucheza game sio vibaya, maana unachangamsha akili, lakini imepitiliza. Mtu tangu asubuhi mpaka jioni anawaza nini? Game kwenye simu, hakuna anachokiwaza kingine, likizo yote ikiwepo yeye akirudi shuleni anajivunia kucheza game nyingi alizozikuta kwenye mitandao. Tumetengenezewa tamthilia na maigizo ambayo yanashawishi, ukimaliza hili lazima kesho uangalie inayofuata, hauwezi kufanya chochote mpaka uangalie hizo tamthilia kwa muda mrefu. Siwezi kusema kwamba ni vibaya kujua hayo na kuyaangalia, lakini ni lazima kuzingatia muda na kupangilia mpangilio wa kazi na shughuli ulizo nazo. Kama kama kijana, kuna changamoto ya elimu na mafunzo, kukosa elimu na mafunzo yanayoendana na mahitaji ya soko la ajira. Na sasa tunaishukuru serikali yetu kwa kuliona hilo, ninafahamu kwamba tayari mitaala imeanza kuboreshwa, mitaala inayoendana na ujuzi wa vitendo ili kusudi wasaidie vijana kuondokana na elimu ya nadharia tu inayowafanya wakae bila kufanya chochote. Sasa serikali yetu tunaipongeza, tunaona shule nyingi zinahimizwa kuwa na elimu ya vitendo, ili kusudi vijana wanapohitimu wawe hata na ajira na kujiajiri. Vijana pia wanaumia, wanazo changamoto kutokana na migogoro ya kifamilia, migogoro ya wazazi wao. Wanakosa furaha, wanakosa amani, kuona baba mama wametengana. Wengine wanasema baba yuko wapi, wengine wanauliza. Nitoe wito kwao kwamba tuendelee kuwasaidia vijana katika changamoto wanazozipitia. Mara nyingi sisi wazazi na sisi tumekuwa pia tunachangia kwa namna nyingine kwa kuwalaumu maana wakati mwingine tunashindwa kuwaelewa. Tunajua mnapitia mabadiliko ya mwili, hormones zinabadilika, kuna stage mnapitia mnakuwa na asira za haraka na mambo mengine kama hayo. Sasa wazazi wasipokuwa wanaelewa hayo, wakati mwingine italeta shida. Lakini pia na vijana, sisi tuwe na kiasi. Sasa usione kama mchungaji amesema kuna kubadilika kwa mwili na yeye yanajitokeza, sasa ndio yakakutia kiburi, hiyo itakuwa ni shida. Ndugu zangu, pamoja na hayo yote, pamoja na changamoto nyingi nilizosema, tukumbuke kwamba neno kuu la mkutano wenu linasemaje? Niangalieni mimi, mkafanyeje? Na anayesema ni nani? Ni Mungu, na leo ndiye anayetudhibitishia kumfufua Yesu Kristo Mwokozi wetu ili tumwangalie yeye tukaokolewe, katika changamoto, tukajibiwe maswali mengi tulio nayo. Nyinyi mshukuru Mungu, mko vizuri, mnapendeza, lakini kuna vijana ambao ni lazima afanye kazi ya ziada ili aweze kununua daftari, ili aweze kununua viatu, ili aweze kununua uniform. Wapo vijana ambao wana, wanaangaika mno. Sasa nyinyi mwashukuru wazazi na walezi wenu, lakini mwendelee kuombea vijana pia wanaopitia mazingira magumu. Wapo waliolazimishwa hata kuachishwa shule ili kusudi wakaingie katika maisha ya ndoa, wakaingie katika kufuga na kufanya biashara ili kusudi waletee kipato familia, ama wajiajiri mapema, wanaangaika na kuteseka. Nyinyi mnapomshukuru Mungu, mwendelee kukumbuka pia vijana wa namna hiyo. Lakini tunamshukuru Mungu kwamba neno linasema niangalieni mimi, asema Mungu. Kwa hiyo pamoja na changamoto zote ambazo nimesema na ambazo nitaendelea kusema, tuendelee kumwangalia Mungu atuondolee haya majiwe makubwa na mazito tuliyo nayo katika maisha yetu yaliyoko katika mioyo yetu na hasa leo tunapoadhimisha kufuka kwa mpendwa Yesu Kristo. Ndugu zangu, pamoja na hayo yote tuendelee kumwomba Mungu pia atusaidie atusaidie vijana na kutuepusha na uvivu. Hebu sema Mungu anisaidie na aniepushe na nini, sema Mungu, vijana wengi tumekuwa wazembe mno, tunapenda tunapenda kusinzia zaidi ya kufanya kazi. Tunapenda kusinzia. Huwezi ukajua usingizi wa kijana unatoka wapi? Tunapenda kufanyaje? Tunapenda kusinzia zaidi, lakini Biblia katika methali inasemaje? Eh, vijana wengi tunapenda kusinzia na matokeo yake, na matokeo yake tumeachwa nyuma katika mambo mengi. Vijana katika shule pia wamekuja kusoma, wamekuja kufanya kazi za elimu, lakini mtu anazembea kiasi cha kwamba hata akipewa kazi ya kufanya imsaidie hataki kufanyaje? Yaani anaona huyo mwalimu ni msumbufu na mimi niliyapitia hayo kama kijana, unaona mwalimu kama kumbe yeye anakuandalia mazingira na maisha ya mbele, lakini unaona ni nani, ni msumbufu. Walimu wametumia kila mbinu, kila jitihada kusaidia vijana, lakini vijana wanaona ni, ni kero, ni usumbufu, maana wako katika ulimwengu wao ule unaowasukuma kuingia katika hatari ya kuzembea na kuachwa nyuma. Vijana wanapenda mno kutegea, wanapenda kufanyaje? Kutegea katika kufanya kazi mbalimbali mbali. Na kwa kweli, ukijiona una hali ya uvivu katika shughuli za kawaida, kwa mfano wakasema tusafishe darasa, ukajisikia kuzembea, ndivyo na akili yako ilivyozembea katika masomo. Wewe ukienda fanya utafiti mdogo, utaona wale vijana ambao wanaweza kujituma na kufanya kazi zozote pia na darasani wanafanya vizuri. Kama ninakosea walimu mtanisaidia, lakini mimi ndivyo ninavyoamini na ndivyo ninavyoona. Kijana, hata nyumbani ukiona unaweza kufanya kazi ukamsaidia mzazi kazi za kawaida, na hata darasani utakuta unafanya vizuri. Lakini ukiwa unaona unaamshwa saa nne na bado umekasirika, na ukiamka unaanzia kwenye chupa ya chai Yaani hakuna lingine, unaanza kuangalia kama kuna halafu, unakuta kitafunwa kimeisha, unavyokasirika. Na shambani hapo nyuma miogo ipo imepandwa, lakini hata kuchimbua mwogo ukauchemsha na yenyewe ni nini, ni kazi. Unapenda kila kitu ukikute mezani, si umetoka sekondari, jamani, upo likizo eh, waone kwamba kijana amefanyaje, amefika kila kitu unakikuta mezani na ukisinzia usiku ni unalala saa nane maana uko kwenye muvi mpaka uangalie zifanyeje, usinzie hapo hapo, waje wakuamshe we, haulali. Yaani wazazi wamehangaika, wengine wameshaanza kuchomoa hata zile zile za, za, za, za vingamuzi zile nini zile kadi, mpaka wazazi wengine wameanza kuficha zile kadi za vingamuzi kusudi waone kama vijana watatulia, kuachana na TV. Wengine wamekuwa wakali na simu zao, lakini vijana ndivyo ndivyo walivyo. Uzembe umepindukia shuleni, walimu wameangaika, uzembe umekuwa wa kupindukia mno. Yaani mtu anakuwa mzembe hata sasa niseme vibaya hapa. lakini hata akitumia choo hataki kusafisha. Unaona uzembe wa namna hiyo si wapo? Yaani anatoka hata chooni, choo anaacha kichafu lakini ni uzembe tu wa kusema, hebu ni mwage maji nisafishe, na mwenzangu akija akute chooni katika hali ya ya usafi na salama. Lakini uzembe, yaani ume, umetawala kwa vijana walio wengi, kwa vijana walio wengi. Ndugu zangu, vijana wazembe wanapenda sana kusingizia. Ukisema hivi anasema ni fulani, si ndio? wanakuwa na wivu yani, wale wazembe wanakuwa na wivu kwa sababu wanaona wenzao wasio wazembe wanafanikiwa, na wakiwa wana wivu wanawakasirikia wengine kiasi hata cha kutaka kuwaumiza. Vijana wazembe wapo wa namna nyingi, na kwa kweli athari za kuwa mvivu na mzembe ni nyingi sana, na ndiyo maana siku hizi unaona hata wakija au wanaofundisha mafundisho potoshi vijana wengi wanakimbilia kule kwa sababu wanaona kuna miujiza na mambo ya bure, wanahisi kwamba huko ndipo watapata kitu cha bure. Anaenda huko anakesha, anaomba, anafanyaje, lakini achi, ashiki daftari kusoma, haangaiki na kazi aliyopewa na mwalimu, lakini yeye ni mwana maombi, wiki nzima aachi kuomba, anategemea akienda kwenye mtihani muujiza ufanyeje? Ndugu zangu. Miujiza ya Mungu ipo, na kufuka kwa Bwana Yesu ni muujiza mkubwa, lakini hakuna muujiza pasipo kufanya nini? Kazi. Hata Bwana Yesu asingeteswa akafa, asingefanyaje? Asingeweza, tusingekuwa tunashuhudia mambo ya ufufuo. Angefufukaje mtu ambaye hakufa? Kwa hiyo ni lazima hata sisi tujiangaishe, tufanye kazi, tusome kwa bidii, tukijua kwamba huko mbeleni kuna maisha marefu, maisha mazuri ambayo yametungoja. Ukichezea muda sasa hivi, ukichezea maisha sasa hivi, ndio utajikuta una miaka arobaini unaanza kurisiti mtihani wa kidato cha nne. Sisemi kwamba wote wanaorisiti sasa hivi wamechezea maisha. Zipo changamoto mbalimbali katika maisha ambazo nyingine zimewarudisha watu nyuma, lakini vijana walio wengi wamepoteza muda na matokeo yake wamejikuta katika kuangaika na kushimbia huko na huko kimbia katika madhehebu ambayo pengine mengine hayawafundishi lililo kweli. Wameangaishwa huko na baadaye wamekuja kuamka wakati muda umeisha, umeishapita. Ndugu zangu, zipo changamoto nyingi ambazo kutokana na muda sitaweza kuzisema. Zipo nyingi sana, zipo nyingi sana na nimekwisha kusema, hata changamoto ya mabadiliko ya mwili, kijana anajisikia amekuwa, mwili umeanza kutamani kufanya ama hata matendo ya ndoa katika umri mdogo, anafanya kila mbinu ili afanikishe hilo, anaanguka katika zinaa na baadaye anapata hata magonjwa ya nini eh? magonjwa ya yanamtesa, wanapata mimba za utotoni, wanaangaika katika maisha katika umri mdogo, ndugu zangu, neno linasema tufanyeje? Tufanyeje? Tufanyeje? Tufanyeje? Tufanyeje? Tufanyeje? Katika kumwangalia Mungu ni pamoja na kutii amri zake kumi, ni katika kumwamini na kutii yale yote unayofundishwa na watu wake aliyowaweka kusikiliza walezi na washauri wako, kuwasikiliza walimu na kufuata maelekezo yote wanayowapa. Ndugu zangu, ninapomaliza, niendelee pia kushukuru kwa ajili ya kanisa ambalo limeona umuhimu pia kwa kuwajumuisha vijana kila wakati, ili kusudi wasikie haya na kuendelea kutua moyo, na wajue kwamba Mungu anaendelea kuwa pamoja nao endapo watamsikia na kumtii na kumfuata. Na Bwana alibariki neno lake mioyoni mwetu.